Dada wa bilionea Mo Dewji anayefahamika kwa jina la Fatema Dewji ameshare ujumbe mzito sana hapa kumhusu msanii wa muziki wa Bongo Flava Mbosso Kani Msherede, na mm, imepigwa picha pale ya selfie wakiwa pamoja na kuandika ujumbe mmoja mzito sana. Ujumbe huu unaonyesha mapenzi ya dhati kabisa ya Mbosso dhidi ya klabu ya Simba ama taasisi nzima ya Simba, kwa maana ya kikosi cha wanaume ama Simba ile Eh, ya wanaume lakini vile vile ya wanawake. So Fatema hapa yeye alikuwa anaandika ujumbe huu maalum kabisa kwa ajili ya Simba Queens pamoja na Mbosso. Kwa hiyo kwa, kwa lugha nyepesi ni kama vile Fatema aishiwa power hivi kwa Mbosso. Kaandika kitu gani na nini ambacho anakimaanisha? Fatema nimesema hapa kupitia mtandao wake wa Instagram kaandika hivi. Kasema kuna watu ambao waliona thamani ya wanawake, wanawake wetu kabla ya dunia kuanza kuangalia na mmoja wao ni Mbosso. Sikia maneno haya, mazito kweli kweli haya. Sasa hapo wengine wanajiuliza maswali mengi, mbona ujumbe huu kiukweli umekuwa mzito kidogo but anyway, narudia anasema kuna watu ambao waliona thamani ya wanawake, wanawake wetu kabla ya dunia kuanza kuangalia na mmoja wao ni Mbosso. Akasema miaka ile ya mwanzo kabisa nilipokuwa mlezi wa Simba Queens, kulikuwa na siku ambazo uwanja ulikuwa mtupu, lakini Mbosso alikuwepo aliamini, alishangilia, alionyesha kwamba talenti ya wanawake ni ya kuheshimiwa. Sapoti yake haikuwa ya trendi, ilikuwa ya kweli ya moyoni, na ndiyo aina ya watu tunawahitaji kwenye mchezo huo. Leo tuna wanawake wanaocheza kwa kiwango cha juu sana, wanashaini, wanapigania ndoto zao, na wanaita, wana, wanaipa Tanzania heshima, lakini bado tunahitaji jambo moja muhimu watu kufika viwanjani. Haijalishi timu gani unaishabikia, kwenda kumwona mwanamke akicheza, akitoa bidii yake ni namna ya kusema tunawaona, tunawaamini. Mbosso alituonyesha mfano huu miaka mingi iliyopita. Tuungane, e, tuungane wote tujaze viwanja na tuwape nguvu wanawake wetu Simba Queens na timu zote, wanawake wanafanya kazi kubwa, tuwape jukwaa lao, anaandika Fatema Dewji kupitia mtandao wa Instagram na picha ya Mbosso pale, like na comment nyingi kweli kweli kweli. So Mbosso inaonekana ni die fan wa timu ya Simba e, ya wanaume pamoja na wanawake. Lakini kubwa zaidi hapa, anasema amependa namna ambavyo support ya Mbosso ameionyesha wa wakati ambako hata wakati ambako timu hiyo ya Simba Queens ilikuwa hakuna wahudhuriaji wa kuangalia mechi, lakini Mbosso alikuepo pale. So Mbosso anaendelea kutengeneza CV kubwa kabisa 2025. Tunaona ni mwaka ambao umefunguka kwenye kwa, kwa, kwa mengi kwa upande wake. Nilitengeneza makala fupi ambayo ilikuwa nimeshare kwenye mtandao wa Instagram na baadaye Mbosso mwenyewe pia akaipandisha kupitia peji yake. Bila shaka watu ambao wanamfuatilia Mbosso kwenye Instagram kule meiona, na unaweza kaniambia hapa kama ulikutana na ulikutana na hiyo posti niliyoshea Mbosso wa mafanikio yake makubwa. Unaona sifa hizi bado zimeendelea ku, e, kuendelea kubaki upande wake, na ana historia yake iko pale pale, haiwezi kufichika juu ya show kali Mbosso aliyoifanya pale kwa Mkapa wakati wa Simba Day. Ameweka historia ya kutengeneza show bora zaidi za viwanjani kwa wasanii toka tumepata uhuru. So, Mbosso amekuwa na mwaka mzuri sana. Ukitazama ngoma zake eh, consistency ya mashabiki kuzipenda ngoma za kwenye EP yake ile ya Room Number 3 ni kubwa kwelikweli. Power inashika namba moja kwenye maeneo mbalimbali Kenya, pale Odoma, mpaka leo hii uki, ukienda hapo unakutana na Power imeshika nafasi za juu zaidi. Ndakuja kukuletea uchambuzi mrefu zaidi eh, kuhusu hiki ambacho nimezungumza kwa Mbosso, mafanikio yake 2025. But for now, fahamu taarifa hiyo ya Mo Dewji kuhusu Mbosso pamoja na upendo na sapoti kubwa ambayo ameionyesha kwenye, eh, kwenye timu hiyo ya Simba Queens ambayo ina, ilikuwa mlezi wake ni mdogo huyu wa tajiri eh, Fatema Dewji. wana mtazamo gani kwenye hili Mbosso hapa? E, sifa za namna hii, sifa hizi ambazo Mbosso wamemwagiwa hapa e, wewe unazionaje? Je, zinastahili? Niandikie kupitia Instagram page ya Haja The Credible ama hapa hapa kwenye Upupu Podcast channel.